Nigeria imetikiswa tena na tukio la kutisha la umwagaji damu baada ya kundi la wanamgambo wenye msimamo mkali wanaodaiwa kuwa wa kabila la fulani kuvamia kambi ya wakimbizi wa ndani usiku na kuua zaidi ya Wakristo 200 kwa ukatili wa hali ya juu. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la misaada ya Kikristo Aid to the Church in Need ACN, washambuliaji hao waliwateketeza watu wakiwa hai ndani ya makazi yao huku wengine wakichinjwa kwa mapanga walipokuwa wakijaribu kukimbia, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Tukio hilo lililotokea katika eneo la kati ya Nigeria ambalo limekuwa kitovu cha migogoro ya kidini na kikabila kwa miaka mingi, linatajwa kuwa mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya Wakristo nchini humo katika miaka ya hivi karibuni. Watu waliokuwa ndani ya kambi hiyo kwa muda ambao tayari walikuwa wamepoteza makazi yao kutokana na mapigano ya awali, sasa wamekumbana tena na jinai ya kutisha isiyo na mfano. Kwa mujibu wa mashuhuda , kambi hiyo ilishambuliwa katikati ya usiku huku wanaume wa kijeshi wa kundi hilo wakiwa na silaha na vifaa vya kuchoma moto. Miili mingi ilipatikana ikiwa imeungua vibaya, na mingine ikiwa na majeraha ya kukatwakatwa kwa mapanga. Hali ya huzuni na maombolezo imetanda kote katika jamii hiyo ambayo sasa inahangaika kuokoa manusura wachache waliopona kwa miujiza. Viongozi wa makanisa ndani na nje ya Nigeria wamelaani tukio hilo vikali. Katika ujumbe wa huzuni kutoka Vatican, walilaani tukio hilo wakisema kuwa ni mauaji ya kutisha na kuomba kwa ajili ya roho za marehemu pamoja na familia zao. Pamoja na sala na rambirambi, viongozi wa kimataifa na mashirika ya haki za binadamu yanazidi kuishinikiza serikali ya Nigeria kuchukua hatua madhubuti za kulinda jamii za wachache, hasa Wakristo wanaoishi katika maeneo ya hatari. Ripoti nyingi zimekuwa zikionyesha kuwa mashambulizi ya aina hii si jambo jipya. Lakini ukosefu wa ulinzi wa kutosha na ukimya wa serikali vimekuwa kichocheo cha kuendelea kwa mauaji haya ya mara kwa mara. Kwa sasa, hali bado ni ya sintofahamu katika eneo hilo, huku hofu ya, ya mashambulizi zaidi ikitanda. Wito umetolewa kwa jumuiya ya kimataifa kutuma uchunguzi huru na wa haraka kufuatilia tukio hili na kuhakikisha waliohusika wanachukuliwa hatua za kisheria.